Ukubuka, e, na, Sale hapa Kaitaba. Nimevuna point moja kwanza. Game ilikuwa, ah, game ilikuwa mm, kipindi cha kwanza ilikuwa mm, so nzuri sana kwetu kwa sababu ah, kipindi cha kwanza ilikuwa hamsini hamsini, jinsi Kagera walikuwa wanacheza, na nasi tujaribu kucheza kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili nafikiri Kagera walibadilisha kuwa na walikuwa wa, wa, wa na dominate kama kawaida yao kucheza sana mpira na sisi kuona kwa sababu tuko ugenini tuangalie jinsi ya kudefend. Kwa hiyo jaribu kurudi chini tukabie kwenye mid block. Kwa hadi mwisho tunashukuru, kulikuwa hakuna matukio mengi ya ajabu, walipata kama chance moja ambayo ilikuwa inatakiwa goli, wakaikosa, basi mechi hii kwa imeisha. Ni game ambayo uh, mlionekana kuhitaji zaidi Sale. Tunaweza kusema kwamba Sale leo ni kama amefanikiwa Haa, hii mechi ya wei lazima tuheshimu. Kagera ni timu nzuri na ina mwalimu mzuri ambaye ni mshindani mi, na naye tumecheza pamoja, kunakuja nje kunakuwa na ushindani bado, na ndani unacheza a na ushindani. Kwa hiyo kwa kwetu sisi nafikiri tumeanza vizuri kwa sare hii mpira, aa, watana, pia, kwa ambayo naenda Kagera Kagera ni timu moja ambayo kwenye ligi sasa hivi ni ngumu, ambayo na watu wa Tanzania haijawapa ugumu wote ule. Ah, niseme tu, ndio maana nimesema ilikuwa ngumu hasa kipindi cha pili kwa sababu ukiona eh, timu yao ina wachezaji wengi ambao wametoka kwenye joto la ligi kuu, kwa walikuwa bado wana ile momentum ya, ya ligi kuu. Usimwona hata jinsi wanavyotouch, wanakuwa wanafanya ni, ni yani, movement nyingi uwanjani, ilikuwa ngumu sana kukabili. Ndio maana nimesema tuirudi kwenye chini yetu tukao na kabia kwenye mid block hadi low block, ili tu tu angalau tupate sana, lakini tukaenda ku, ku, ku, kushambulia kwa kushtukiza. Tumejaribu mashambulizi kama mawili ya kufanikiwa kwao, niseme ilikuwa ngumu kama nilivyosema awali, kuwa Juma nimecheza naye, mnamjua ni mshindani kama mchezaji na kama kocha, naamini vile vile Agilashugo kwa kila shughuli. Ukiwatazama namna walivyo lakini yako, na pia ukaitazama timu yako, naamini umezifuatilia pia timu nyingine ambazo kwa pamoja mnashiriki ligi daraja da la kwanza, tutegemee ligi ya aina gani msimu? Ah, mimi nafikiri ligi itakuwa na ushindani mkubwa, kwa sababu ukiangalia hata makocha wengi walioko kwenye kwenye championship sasa hivi ni makocha ambao wana level ya juu kidogo, kwa hiyo nafikiri itakuwa ngumu sana hasa kiufundi, isibora kama tulivyokuwa tunacheza hapa alivyoona, hatuwezi ukasema bado turudie sehemu fulani, tukabe hivi, tuingie hivi, na ni kitu ambacho ilikuwa na kitrain, ikitokea kama tuko away, tuna tukacheza hivi, tukajilinda hivi, tukashambulia hivi, kwa hiyo tarajie mechi, ligi itakuwa ngumu. Okay, asante sana mwalimu, umetoka rafiki yake sana mchezo ambao lakini pia umechezwa sana lakini, ah, pia kuwazungumzia hey, Kagera Sugar no, no, no, no, no, kwa dakika eh, zote 90 lakini pia ameweza kuzungumzia no, no, timu yake, lakini pia mbali zaidi ameweza kuizungumzia ligi daraja la kwanza, kutokana na ushindani ambao utakuwepo, kwani walimu ambao wanashiriki ligi hii na pamoja na wachezaji ni walimu ambao wana viwango vya hali ya juu. Safi.